Haya ni maandamano ya amani yakilenga kutoa elimu kwa jamii ya wakazi wilayani Uvinza mkoani Kigoma kupinga na kukataa uwepo wa matukio ya ukatili dhidi ya watoto, wanawake na hata wanaume. Kata ya Ilagala imepewa heshima na uongozi wa idara ya maendeleo ya jamii wilayani Uvinza kuwa mabalozi wa kulinda watoto na wanawake dhidi ya ukatili na kuchukua hatua za haraka ikiwemo kuripoti matukio yanayobainika kwa watu kufanyiwa ukatili wa kijinsia katika mikutano mbalimbali ya kutoa elimu. Jeshi la polisi kupitia dawati la jinsia na watoto pamoja na wataalamu wa kada mbalimbali hasa idara ya maendeleo ya jamii na kitengo cha msaada wa kisheria ngazi ya jamii wanachukua hatua kuhakikisha wananchi wanapata elimu na kuwa mabarozi sahihi. Mtu kifanyiwa vitendo vya ukatili vya ubakaji na kulawitiwa hata kama sio wewe, ni mtoto wako, ni jilani jitahidi kumwaisha kituo cha polisi. Akishafika mapema kituo cha polisi, atapewa polisi form namba tatu au kwa kizungu tunaita pf PF3. Hiyo pf PF3 itaenda kujazwa kituo cha afya. Yule muhanga atapewa dawa au atapewa tiba zitakazomsaidia yeye kwa afya yake. Kwa mfano kwa mtoto wa kike atapewa vidonge vya kuzuia ujauzito, na pia kutatolewa huduma za kuzuia magonjwa ya kuambukiza. Na kabla hujampeleka hospitali au kituo cha polisi, kuna mambo ya kuzingatia. Kwanza, hakikisha mtoto au wewe, mtu ambaye umelawitiwa, unaweza kuwa ni mtu mzima umelawitiwa au kubakwa, usizinawishe sehemu zako za siri na tutakapo fungua kesi polisi, kesi kenda mahakamani, watu mekuwa mkitu wangusha, hamtaki kuja tena mahakamani kutoa ushahidi. Mama fulani, mtoto wako alifanyia ukatili, ndio basi, tusaidie ushahidi, hamtaki tena. Kibaya zaidi, mnaenda mbali, unaanza kumloga afande anayefuatilia kesi yako. Yani afande amekuwa na kielele sana, anafuatilia fuatilia sana, unaanza kumloga. Unataka mfanye nini? tu tuyamalize nyumbani. Ukishataangaziwa dau unasema vya kesi. Sasa imekuwa ni changamoto, tubadilike. Kwa hiyo ndugu zangu wazazi, baba na mama, tuhakikishe watoto kwenye familia tuwalee vizuri, na ndio maana kuna ule msemo unasema kwamba samaki mkunje angali mbichi, samaki kumkunja angali mbichi, ndio kile kipindi cha